Raisi wa Marekani Donald Trump amesema Marekani haihusiki katika vita vinavyoendelea kati ya Iran na Israel, ambapo Marekani haikuwa na uhusiano wowote na shambulio dhidi ya Iran usiku wa leo. Ambapo Trump amesema katika chapisho kwenye jukwaa lake la Truth Social Platform, ambalo amekuwa akilitumia mara kadhaa, Iran imeonya Marekani na washirika wake kutosaidia Israel kuzuia ya mashambulizi yake ya kulipiza kisasi. Ikiwa tutashambuliwa kwa namna yoyote na Iran, mtakabiliana na nguvu kamili na nguvu ya wanajeshi wa Marekani katika viwango ambavyo havijawahi kuonekana. Trump anaongeza kwa kusema, hata hivyo tunaweza kufikia makubaliano kati ya Iran na Israel na kumaliza mzozo huu wa umwagaji damu. Sasa ni kama vile Trump anajihami eh, kwa kusema kwamba vita iliyopo kati ya Iran pamoja na Israel yeye, eh, na nchi yake haijahusika kwa mpango wowote ule, huku eh, wao Iran wanamwonya Marekani eh, asithubutu kutuma kitu chochote ambacho kitaweza kumsaidia mu Israel katika eh, kuzuia mashambulizi ambayo inatarajia kuyafanya siku za hivi eh, karibuni, na ambayo yamekuwa yakiendelea hivyo. eh, vita bado inaonekana kuwa ngumu sana kati ya Iran pamoja na Israel, ambapo Rais Donald Trump amesema pia eh, ikiwa kuna namna ya kuweza kumaliza mzozo huu wa umwagaji damu, basi inawezekana eh, wakafikia makubaliano kwa urahisi kati ya Iran na Israel. Na kumaliza mzozo huu wa umwagaji damu. Mtazamo wako huko vipi? Kama auni yako chini ya video hii. Jimson Natson ndio jina langu. Hii ni Klaus Digital.